Mume wangu mbona hauli chakula? Karibu chakula hivyo. Mwanamke, jana nimeondoka hapa nyumbani nimekuachia elfu moja, nitegemea nikirudi leo nyumbani hapa nikute ugali na mboga za majani. Cha ajabu, nakuja nakuta wali na samaki. Na mimi sio mjinga kwamba nile chakula hichi afu mwisho wa siku mmeandaa na mume wenzangu. Mimi sio mpumbavu, siwezi kufanya mpumbavu kabisa huu. Uniambie, umetoa wapi hela kununua chakula hiki, mume wangu? Kumbe shida ndo hiyo? Ndo uli chakula mchana? Alikuja mdogo wangu hapa akanipa hela kidogo kwa ajili ya matumizi, nikaona sio mbaya nikupikie mume wangu, wali samaki. Au nimekosea mume wangu? Kama nimekosea ni samii. Ah, kumbe kwani wao ulijua nimetoa wapi hela Ah, amna, basi tu. Nitaka kujua leo, ndo nimekujua vizuri kumbe una wivu. Amna, hata sina wivu, basi tu <coughs> Mimi sio mtoto mdogo, nimekuona ulivokasirika. Ungejiona sura yako ulivoikunja, ulivyoikunja nikajua napigwa mimi leo, sema <coughs> <sumu> ujue nini, <coughs> Nimewaza nimefika mbali sana. Umasikini u ila mke wangu mm -hmm. Sema leo umenipatia, yaani wali na mkibuka hivi alafu da, I say katikati mfupa mmoja mi, sema ndio vitu ninavyopenda hivi mm -hmm. Mm, ni mambo yangu mimi haya mm -hmm. Sema leo nimetoka hapa asubuhi mm -hmm. mdogo mdogo, mpaka kwenye nyumba kwenda kuongea naye mm -hmm. Baada ya kufika ikawaje? Nimefika pale bwana. Akanipokea kwa shangwe kweli akaja nimekuja na, ni hey, na pesa yake. Kaanza kujikanyaga, anasema yeye, kijana, pesa yangu iko wapi? Amepaka, kaanza kujieleza kwamba mzee, naomba univumilie. Kaanza maswali yake ajabu ajabu pale. Kwanza kijana anaweza kwa hey, wapi kabii nimwambie wazee wangu ambao kijijini. Mzee akaanza kuongea vitu vya ajabu etio, kama isha amekushinda mjini hapa, nenda kijijini. Nikasema anakoelekea huyu mzee huyu, tutaenda kugombana sasa hivi <laughs> kwao mkakubaliana nini? Iye hivyo sema kwamba ushauri ametoa watu kwamba kama nikiondoka hapa nikienda kijijini atanisamie pesa yote ya miezi sita lakini nikiendelea kukaa hapa itabidi nimlipe pesa zake zote haraka sana, hmm. Sasa utafanyaje mume wangu? Hapa ndo nawaza hapa, lakini kuna jambo naomba unishauri kwanza, hmm. mi nafikiria Unaonaje, tuondoke hapa tutafute pesa miezi mitatu, ili tukapange chumba kingine, kwa sababu taju tunaenda kijijini atatusamee, hafu tunaanza maisha mapya. We Patrick, wewe? Mimi sioni kama itakuwa sawa. Kwa nini? Kwanza kabisa tukiama hapa, tunakoenda lazima tuwe na kodi ya miezi mitatu. Hiyo hela kama unayo, ni bora tupunguze deni, tuendelee kuishi hapa hapa. Mimi sio kwamba sipendi kukaa hapa mke wangu. Yeye anaona tukiondoka hapa tutapunguza mlima wa madeni. Kwa sababu unaona kabisa tukichapata ile kodi ya miezi mitatu, tukienda kwa sehemu nyingine itakuwa ni jambo zuri kwa sababu wakati mwingine tunakaa kwenye nyumba za watu hizi, mikosi imejaa huko. Ndio maana mpaka leo mimi sina kazi. Ni sawa, lakini kabla hujafanya hivyo, hem, jaribu kufikiria ni kiasi gani baba amekuvumilia. Imagine ujalipa kodi miezi sita lakini amekuvumilia na anaongea na wewe vizuri. Wenye nyumba wengine awezi kufanya hivyo, ungeshakuta vyombo viko nje au kufuli mlangoni. Sema mwongea pointi, kama inakuja kuja hivi

Halo. Ee, vipi? Ah, asante nimekuelewa. Pia nashukuru kwa kujali. Lakini pesa ambayo alikuwa na shida nayo tayari tumekwisha ipata. Asante nawe pia. Tangu lini umeanza kuazima hela kwa watu bila ruksa yangu? Tena umeenda kuazima kwa Isa. Hivi namjua vizuri kweli ule kijana? Samani mume wangu. Sikufanya hivyo kwa nia mbaya. Ni kweli nienda kwa zima hela, lakini ni baada ya kujisikia njaa. Sawa, hata kama hukupaswa kufanya hivyo bila ruksa yangu hivi. Kwa hiyo jamaa tanza kunidharau mimi, ndo maana nimeomba msamaha. Natamani kukueleza yaliyopo moyoni

aukazcngeej Kwanza, pole sana kwa sababu naona kazi zote unafanya wewe. Zamani ukirudi toka shuleni unakuta dadako hapa anafanya kazi, lakini sasa naona unafanya kazi mwenyewe. Pole sana. Asante baba, hata ipo sijali, hata mimi ni msichana pia. Kwa nitaji kujifunza zaidi. Lakini hata hivyo sana dada. Nakumbuka. Ndio. Sawa. Hata mimi nimekumbuka. Vipi? Dada kwa kukwambia, Dada hivi kwa nini umegombana baba na umechagua kuja kuishi maisha kama ni ngumu sana uwe kunielewa kwa sasa, lakini siku moja utajua ni kwa nini mi nilichukua maamuzi kama haya. Mi nazania kumwelewa tu baba vizuri. Baba alikuwa nahitaji uenda kusoma. Sawa, usijali mdogo wangu, kila kitu kitakwenda sawa. Lakini naomba nikuombe kitu. Kitu gani? Ni kuhusu baba kikuuliza chochote kuhusu mimi au wapi naishi, usimwambie. Kwani utaki baba pojua unapoishi, inamaanisha bado namchukia baba? Hapana, simchukii baba, ila sitaki ajue ninapoishi, make najua atajisikia vibaya. Sawa, nimekuelewa, lakini mbona unedi kama utarudi nyumbani? Usijali mdogo wangu, nitarudi. Sawa, dada, unajua hata hivyo nimemiss sana kuwa chakula chako Diana. Vipi Ababa, hey, nimekuuliza swali. unajua anakukaa dada yako? Ujue sina lengo baya, nataka kama unajua dada yako nakokaa nikaongee naye nimrudishe hapa nyumbani kwa sababu kama nilivyosema nyumba imepoa sana, na we ukiondoka ukienda huko shuleni ndio kabisa nyumba haina uchangamfu kabisa, panapoa naye. Eh, kaka yako naye atulii, ana ya mambo yake huko, akiondoka anaondoka. Dada yako naye hayupo hapa nyumbani, wewe ukirudi, kama hivyo unaona huko peke yako, hata mwenyewe naona hauna furaha. Sasa kama dada yako alikwambia anakokaa basi naomba nio mie mimi, nitaenda kuongea naye nimrudishe hapo nyumbani. Napafahamu vizuri. Basi kesho, naomba nielekeze, ili nimfate. Sawa, asante. Basi endelea na. Basi sawa. Jambo, jambo. Karibu. nilikuwa naomba dawa ya flagyl. Kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya mtoto. Mtoto ana umri gani? kwa kwa, ana miaka minne. Kwa hiyo nampa flagyl kwa sababu anaharisha sana. Anaharisha nini? maji maji, maji maji. Ameanza lini? ana kama wiki sasa hivi. Kwa nini unampeleka usalimu? sikuwa na hela.

Samani dada, bila samani. Mimi naitwa Adrian, na kwanza pole na mgonjwa. Asante. Unaweza ukanipa namba yako ya simu, lakini sio kwa ubaya, najua una mgonjwa nyumbani. Ikitokea tatizo lolote, tunaweza tukasaidiana, sawa? 5855 naitwa Lecho. Aha, Lecho, nimefurahi kujua jina lako. Asante. Karibu Jepona, tamani kukueleza iliyopo moyoni, sina budi kuyaficha maana utonielewa. Nifanye siria uh, siria